Yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali inalani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna mbadala bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Ni imani yangu kwamba mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini ni watake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Hiyo ni sehemu ya hotuba fupi ambayo ameitoa rais Samia Suluhu Hassan akiwa Dodoma, mara tu baada ya kuweza kupokea cheti chake na kutangazwa kama mshindi wa kura za urais ambazo ilipigwa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa Rais Samia ameanza kwanza kulaani kitendo ama vitendo vya maandamano ambavyo vinazidi kushuhudia katika maeneo tofauti tofauti Tanzania, lakini pia ametaja miji ambayo inakisiwa kwamba imeathirika pakubwa sana na wimbi hili la maandamano po ni Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya. Amesema kwamba ni si vitendo ambavyo vinafanyika sasa vitendo uh, vya kufurahikia, na sio vitendo ambavyo vinafaa kuungwa mkono kwa aina uh, kwa njia yote ile. Akawa anasema kwamba anaomba watanzania wote wazidi kuhudumisha amani, lakini pia anaomba watanzania, amewashukuru watanzania wote ambao walishiriki katika uh, shughuli ya kufanya uchaguzi ama kupiga kura na kusema kwamba yeye pamoja na watanzania wenzake wamesikitishwa na hiki ambacho kimefanyika cha kuweza kuharibu mali ambayo imejengwa kwa nguvu na bidii kubwa ya wananchi wa Tanzania. Ameomba wananchi wazidi kudumisha amani kwa kila namna na kuepuka vitendo vyote ambavyo vitakuwa vinasababisha vurugu kama tunavyozidi kushuhudia. Wengi walikuwa wametamani sana kusikia upande wa mama Samia, akiwa ndio rais na kiongozi mkuu wa nchi. Toka maandamano yameanza, bwana, mpaka leo hii hapa, siku nne, ndio kwanza amefunguka na kuonekana hadharani na kuzungumzia hili ambalo watu wengi walikuwa wanatamani alizungumzia kwa maana ya maandamano. Sasa haijulikana hatu ambaye anakwenda kuichukua toka muda huu hapa, lakini kwa hotuba fupi ambayo ametoka kuitoa, haya ndio baadhi ya maneno ambayo amefanikia kuzungumza. Na wamoni gani kuhusiana na hiki ambacho umetoka kusikia kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.